Je, umewahi kumwona mtu anaendesha gari la kifahari, anavaa nguo za bei ghali, anaishi nyumba kubwa, ukasema huyu kweli ana pesa? Lakini je, umewahi kufikiria kwamba huenda hiyo sio pesa, ni maonyesho? Wealth is what you don't see, utajiri ni kile usichokiona. Maana yake ni kwamba utajiri wa kweli hauonekani machoni haupimwi kwa vitu vya nje wala hautangazwi mitandaoni. Ni utajiri wa kimya unaojengwa na nidhamu, subira na maamuzi ya busara kila siku. Leo rafiki yangu, tutajifunza somo la Wealth is what you don't see, yaani utajiri usioonekana, linaloweza kubadilisha kabisa namna unavyoitazama pesa, maisha na mafanikio somo linalokufundisha kuacha kutafuta kuonekana tajiri na kuanza kuwa tajiri wa kweli. Kwa hiyo kaa mpaka mwisho wa video hii, maana kila kipande cha video hii ni muhimu sana kwako, bila kusahau kusubscribe, like, comment na share kwa marafiki ambao unatamani wajifunze kama wewe. Katika dunia ya leo ya mitandao ya kijamii, kila mtu anataka kuonekana amefanikiwa. Tunapenda likes tunapenda makofi, tunataka watu waone kwamba tumefika. Lakini huwa hawajui huu kweli ambao wengi hawapendi kusikia: spending money to show people how much money you have is the fastest way to have less money. Yaani, kutumia pesa kuonyesha watu kwamba una pesa ndio njia ya haraka zaidi ya kupoteza pesa. Tafakari hilo kwa dakika moja. Kila wakati unapotumia pesa kujaribu kuthibitisha kwamba uko sawa, unaondoa sehemu ya uhuru wako wa kifedha. Unajinyima uwezo wa kesho kwa sababu ya sifa za leo. Watu wengi hawajengi utajiri, wanajenga taswira. Wanatafuta heshima kupitia vitu, si kupitia thamani. Lakini ukweli ni huu: mafanikio ya kweli hayataki kelele, yanajijenga kimya kimya. Mtu anaweza kuwa na gari kali lakini hana akiba ya dharura. Mwingine anaishi maisha ya kawaida lakini ana uwekezaji unaomlinda miaka mitano mbele. Sasa uliza moyo wako, nani tajiri zaidi? Utajiri wa kweli hauko kwenye kile unachovaa bali kwenye namna unavyofikiri. Haufungwi na alama ya gari bali na amani ya akili. Ukweli ni kwamba Wealth is hidden. It's the financial power that gives you freedom, not the display that gives you attention. Yani, utajiri ni kitu kilichofichika, ni uwezo wa kifedha unaokupa uhuru, si umaarufu wa muda mfupi. Utajiri wa kweli ni yale maamuzi madogo ambayo unayafanya kila siku, wakati hakuna mtu anayekuona ni vile unavyotumia pesa zako kwa hekima. Ni akiba unayoitunza wakati wengine wanafurahia kutumia kila senti. Ni nidhamu ya kusema hapana leo ili uwe na ndio kubwa kesho. Utajiri ni ule uwezo wa kusema leo sitanunua kitu hiki kwa sababu nataka kesho yangu iwe bora kuliko leo yangu. Ni uwezo wa kuamka bila hofu ya bili, bila hofu ya kukosa bila kulazimika kufanya kitu kisichokupendeza kwa sababu ya pesa. Ukweli ni kwamba rich is what you see. Wealth is what you don't see. Matajiri wanaoonekana ni wale wenye vitu, lakini matajiri wa kweli ni wale wenye uhuru na amani ya kifedha. Kwa hiyo usiangalie watu kwa macho, angalia maisha yao kwa matokeo. Utajiri wa kweli hauhitaji kushindana. Unaamini katika mchakato, uvumilivu na hekima. Mtu tajiri wa kweli hana haraka ya kuonekana, ana haraka ya kujijenga. Anajua pesa siyo lengo, ni chombo cha uhuru. Na kama unatumia pesa zako kuthibitisha kwa watu kwamba umefanikiwa, basi tayari umepoteza sehemu ya mafanikio yako. Ili kujenga utajiri wa kweli na wa kudumu, na sio utajiri wa maonyesho na wa muda, zingatia mambo yafuatayo. Moja, usitafute kuonekana tajiri, tafuta kuwa huru. Utajiri wa kweli si heshima ya wengine, ni heshima ya nafsi yako. Housel anasema, the highest form of wealth is the ability to wake up every morning and say I can do whatever i want today aina ya juu kabisa ya utajiri ni uwezo wa kuamka kila siku na kusema leo naweza kufanya ninachotaka. Huo ndio uhuru wa kweli, uhuru unaotokana na fedha zako kukutumikia si kukufunga. Mbili, usitumia pesa kuonyesha, tumia pesa kujenga. Kile unachotumia kuonyesha ni nguvu unayopoteza kujenga badala ya kufukuzia pongezi, fukuzia utulivu. Badala ya kuonyesha anasa, onyesha nidhamu. Tatu, usijilinganishe na wengine. Kila mtu ana hadithi yake ya kiuchumi. Wengine wanakaa nyumba kubwa, lakini wanaishi kwa mikopo. Wengine wanaishi nyumba ndogo, lakini wanalala wakiwa na amani ya moyo. Kila mtu ana mchezo wake, usicheze mchezo wa mtu mwingine. Nne. Kila shilingi unayohifadhi ni uhuru wa kesho. Kila akiba unayoiweka ni ngazi nyingine kuelekea utulivu. Kila deni unaloepuka ni ukombozi wa kesho yako. Utajiri wa kweli hauhitaji makelele, unahitaji maamuzi sahihi ya kila siku. Rafiki yangu, dunia ya leo imejaa vishawishi. Mitandao inakushawishi uonekane poa, lakini haikuambii gharama yake. Watu wanapiga picha za furaha, lakini wengi wanalia kimya kimya usiku kwa hofu ya madeni. Usiishi kwa kutafuta sifa, ishi kwa kutafuta amani. Usiishi kuonyesha, ishi kuimarisha. Usiishi kuonekana na wengi, ishi kuaminiwa na nafsi yako. Kumbuka, utajiri hauonekani kwa macho, unaonekana kwa matokeo. Mtu tajiri wa kweli ana amani, ana uhuru, ana tabasamu lisilo la kujifanya, na kila siku anajenga taratibu, bila kelele, bila majivuno, lakini kwa uthabiti. Ukijifunza kusema hapana kwa matumizi ya leo, unajifungulia ndio kubwa ya kesho, Kesho ambayo huna hofu ya bili, huna woga ya kuishi, na unaweza kuamka ukiwa na nguvu ya kuchagua maisha unayotaka. Huo ndio utajiri wa kweli, huo ndio wealth is what you don't see. Kwa hiyo usiishi maisha ya kuonekana umefanikiwa, ishi maisha kuwa na uhuru wa kweli. Usifanye kazi kutafuta sifa, Fanya kazi kujenga utulivu. Nakumbuka maneno haya ya Morgan Housel: utajiri wa kweli ni uhuru wa kufanya kile unachotaka, lini unachotaka, na kwa namna unavyotaka bila hofu ya pesa. Jenga utajiri wako kimya kimya, usihitaji pongezi, itaji amani, usihitaji kushindana, itaji uhuru. Kwa sababu mwisho wa siku watu watakusahau, lakini maisha yako yatabaki na wewe. Najua umejifunza kitu leo, na kama ni kweli umepata somo, tafadhali niandikie maoni yako ya je. Yeah, wewe unaishi kuonekana tajiri au unaishi kujenga utajiri? Na usisahau kusubscribe kwa video nyingine nyingi kama hizi.